Ndugu viongozi, ndugu wanachama, wafuasi wa chama cha ACT Wazalendo na wananchi kwa jumla, kwanza tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka salama mpaka sasa pamoja na harakati zetu hizi za zokuwa nazo za kampeni, na pili, naomba niendelee kuwashukuru viongozi na wafuasi wetu mbalimbali mbali, kwa kuendelea kushughulikia Mambo mbalimbali yanayohusu mchakato wetu wa uchaguzi. Ndugu viongozi, ndugu wanachama na wafuasi wetu na wananchi kwa jumla. Katika mikutano yetu ya mwisho ya kampeni ya ufungaji ule wa Tibirinzi na wa Kibanda Maiti hapa Zanzibar, kulikuwa na jambo moja ambalo tulisema tutalitolea maelezo na maelekezo. Nalo ni kuhusu kura ya mapema. Tulikubaliana kuchukua hatua hizo kwa sababu tulihisi kwa mazingira yake tulihitaji kushauriana na vyombo na taasisi mbalimbali mbali na hasa mamlaka za nchi katika namna au kwa ajili ya kukabiliana na changamoto zile ambazo tunaona zilijitokeza. Nina furaha kuambia kwamba baada ya kushauriana na vyombo hivyo na mamlaka za nchi, naomba nieleze yafuatayo. Kwanza, tumekubaliana kwamba zile changamoto za msingi ambazo zilikuwepo na ambazo, la kwanza ni kuhusiana na uh, uwazi wa orodha ya wapiga kura ambao wengi imewashangaza sisi, imetushangaza kwa sababu inawapiga kura kwanza, wengi hamna picha, na pia wengi wanaonekana kwamba hawahusiki na upigaji wa kura ya mapema kama ilivyoelezwa katika sheria. Na jambo la pili ni kuhusiana na uh, usimamizi wa kura ambazo zitapigwa siku ya uchaguzi wa mapema. Suala kubwa lilikuwa ni kwamba kura hizi zitahifadhiwaje ili kuweka uwazi wake na credibility yake, lakini na la pili kwamba zita kutakuwaje na uhakika wa kwamba ni kura kweli zile ambazo zime, zimepigwa. Sasa mambo haya mawili kusema kweli yalikuwa ni changamoto kubwa sana. Baada ya kukaa na vyombo, baada ya kukaa na mamlaka za nchi, tumekubaliana mambo haya mawili kwanza kwamba orodha itapitiwa kwa umakini ili wale tu ambao wanahusika na upigaji wa kura ya mapema ndio wapige kura ya mapema na la pili, kwamba baada ya kupigwa hii kura ya mapema, kura zihesabiwe, kila mtu ajue matokeo, lakini matokeo haya hayatokwenda kutakaswa. Sasa baada ya ku, ku, ku, ku, kuzipitia changamoto hizo na kupata maelekezo hayo ambayo tumeyapata, uongozi wa chama chenu umeridhika kwamba ili kuepusha vurugu, ili kuendelea kufanya uchaguzi huu kwa amani, na kwa sababu pia baada ya kuzingatia kwamba wenzetu hasa wa Chama cha Mapinduzi, uchaguzi huu ni wazi kwamba umewashinda, na vurugu yoyote kwao wao itakuwa ni kichaka cha kuweza kuharibu uchaguzi ambao ni wazi kwamba chama chetu cha ACT Wazalendo kinakwenda kushinda.